Mheshimiwa mgeni rasmi mkoa wa mginasmi, Arusha ni mkoa ambao ni kitovu cha utalii kwa utalii wa kanda kaskazini. Naomba nikuhakikishie wewe na Mheshimiwa Rais mmenileta katika mkoa huu, nataka niwahakikishie upele umepata mkunaji na utalii utaendelea katika mkoa wa Arusha. Naomba utufikishie salamu za shukurani kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan moja, kama mdau wa utalii yeye mwenyewe amechangia kwa kiasi kikubwa mafanikio ya utalii tulionayo sasa. Lakini alipokuja katika mkoa wa Arusha, ame tumemwomba na ametukubalia ili kukuza utalii na kuweka mazingira mazuri ya utalii ametukubalia yafuatayo. La kwanza, ameridhia kuwekwa taa za barabarani kuanzia Mto wa Mbu paka geti la Ngorongoro, ili maeneo haya yawe na usalama, pawake taa na mandhari iwe nzuri. Jambo la pili alilotuahidi na ametukubalia ni kilomita kumi za lami kuelekea katika mahoteli haya ya utalii. Nalo tunamshukuru sana. Lakini jambo la tatu ameahidi na ameanza kutekeleza kupitia mamlaka ya uhifadhi Ngorongoro kujenga hii barabara ya lami sasa kwa maana ya tabaka gumu kilomita ishirini na tatu. Tunamshukuru sana na hili amelisema katika kampeni zake. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama serikali ya mkoa tunakuahidi mambo mawili. La kwanza, nikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, tutahakikisha mamlaka ya Ngorongoro inatimiza jukumu lake la kwanza ambalo ni uhifadhi. Utalii ni matokeo ya uhifadhi, kwa hiyo tutahakikisha wanatimiza vizuri majukumu yao ya uhifadhi ili kuendelea kuwa na hivyo vivutio. Lakini la pili, sisi kama serikali ya mkoa na baada ya mimi kuja tunaandaa mpango mkakati wa miaka mitano utakaokuwa na komponenti ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu wa kukuza utalii katika mkoa wa Arusha. Na Mheshimiwa Rais ameridhia na atatusapoti. Kwa hiyo na katika hili Mheshimiwa Rais ametuelekeza katika mpango mkakati huo tuunganishe utalii huu na ujio wa Afcon ishirini ishirini na saba kwa hiyo katika hili mkakati wetu tutakaoandaa tutashirikiana tayari tumeanza na wizara ya michezo baraza la michezo na wizara ya utalii kuhakikisha mkakati huo unakamilika kuunganisha utalii huu na sport tourism na hasa kuangalia fursa za Afcon ishirini ishirini na saba